Hii ni Habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, harakati za vijana nchini Tanzania za kutekeleza kauli ya Umoja wa Mataifa ya kujikwamua kutoka lindi la umaskini. Tunapokuwa chuoni, tunasikia tu ajira ni changamoto, lakini tunakuwa tuamini kwa sababu tunajiamini kwa sababu tunasomea hicho kitu na hatujaenda kukifanyia kazi ama kutafuta ajira kwa. Nilikutana na tangazo likisema kwamba Mheshimiwa Rais anatarajia kutoa mikopo ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba maarufu kama uchumi wa buru. Na leo katika mashinani, tunasalia hapa Umoja wa Mataifa kupata ujumbe wa mshiriki wa jukwaa la jamii ya asili kutoka Botswana. Karibu, ni jumanne ya tarehe 29 ya mwezi Aprili mwaka 2024. Mwenyeji wako leo ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani, ambako leo E, ni bendera moja tu ya Umoja wa Mataifa ambayo imepandishwa na inapepea nusu mlingoti ili kuomboleza kifo cha Papa Francis. Hii pia ni kwa kuzingatia kuwa katika Umoja wa Mataifa Vatican ni mwanachama mwangalizi. Leo katika mada kwa kina, tunamulika vijana walioamua kugeukia ufugaji samaki baada ya kukosa ajira nyingine kama alivyokudokeza. Lakini kwanza na muktasari wa habari, ukiwasilishwa na Flora Nducha. Asante Anod. Inaanza na masuala ya amani. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC MONUSCO umekaribisha kusainiwa kwa azimio la kanuni tarehe ishirini na tano Aprili mwaka huu mjini Washington DC chini ya usimamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kati ya serikali ya DRC na Rwanda kwa lengo la kulinda raia na kutekeleza azimio la baraza la usalama la Umoja wa Mataifa namba 2773 la mwaka 2025. Bruno Lemaki, naibu mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC na kaimu mkuu wa MONUSCO amesema: Kusainiwa kwa azimio hilo kunaonyesha dhamira ya kuimarisha mafanikio yaliyopatikana kupitia juhudi zilizopita na kufungua njia ya ushirikiano ulioimarishwa. MONUSKO iko tayari kuunga mkono jitihada za utekelezaji na hasa katika maeneo ya ulinzi wa raia na kuimarisha amani. Mkurugenzi wa mawasiliano wa shirika la Umoja Mataifa la msaada kwa wakimbizi wa Kipalestina UMRA Juliet Tuma akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva kwa njia ya video kutoka mji mkuu wa Jordan, Aman, wakati wa kuzingirwa kwa ukanda wa Gaza kukikaribia kuingia mwezi wa pili amesema um, mzingiro wa Gaza ni muuaji wa kimya kimya, muuaji wa watoto, wazee na watu walio katika mazingira wa magumu zaidi. Mzingiro huu unamaanisha kwamba familia nzima, watu saba au wanane, wanalazimika kushirikiana kopo moja la maharage au njegere or, or peas. Wakati huo huo, kamishina mkuu wa UNRA Philippe Lazarini ameelezea unyanyasaji mkubwa walioupitia zaidi wafanyakazi hamsini wa UNRA waliokuwa wakizuuliwa Israel. Amesema wengi walilazimika kukiri makosa, na hili ni jambo la kusikitisha na kuchukiza sana na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo FAO limezitaka nchi za kaskazini magharibi mwa Afrika kuongeza ufuatiliaji na kuchukua hatua za mapema ili kudhibiti makundi ya nzige wa jangwani. Hii ni baada ya nzige wakubwa na makundi madogo kutoka ukanda wa Sahel kuhamia maeneo ya kusini mwa Sahara tangu Februari hadi Machi mwaka huu. Mwisho wa muhtasari wa habari kwako, Arnold. Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutarejea hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kwenye mkutano wa 24 wa Jukwaa la Kudumu la Watu wa Jamii za Asili. Salia papo hapo tafadhali.

Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani, kupitia katika chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na pia televisheni wa shirika. Unaweza vile vile kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Leo tunaelekea mjini Mwanza katika mkoa wa Mwanza kaskazini magharibi mwa Tanzania, ambapo kauli ya Umoja wa Mataifa ya kutaka vijana washike hatamu kuboresha mstakabali wao imetekelezwa kwa vitendo na vijana ambao baada ya kukosa ajira wamegeukia ufugaji samaki wa biashara kwenye vizimba na hivyo kutekeleza malengo manne ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa, kwa maana ya SDGs: namba moja la kutokomeza umaskini, namba mbili la kutokomeza njaa, namba nane la ajira yenye staha na namba kumi na nne la kuendeleza uhai katika maji. Everest Mapesa alimtembelea mmoja kati ya vijana hao na kutuandalia mada hii kwa kina. Kwako kwa Everest. Naam, niko ziwani Victoria hapa mkoani Mwanza nakutana na, na Pius Mtenya, kijana akiwa kwenye harakati za ufugaji samaki. Yeye hakuwahi kufikiria kama siku moja shahada yake ya kwanza ya ualimu kwa na sanaa aliyoisotea kwa jua na mvua angeitia mfuko wa nyuma wa suruali yake. Lakini msoto wa kusaka ajira ulibadilisha kabisa fikra zake. Ukweli tunavyokuwa tunasoma madarasani kama vijana ni tofauti na tunavyofikiria hali halisi iliyoko mtaani. Katika swala la ajira, tunapokuwa chuoni tunasikia tu ajira ni changamoto, lakini tunakuwa tuamini kwa sababu tunajiamini kwa sababu tunasomea hicho kitu na hatujaenda kukifanyia kazi au kutafuta ajira. Kwa kweli ilikuwa ni changamoto. E, nimemaliza, e, e, nakumbuka ilikuwa mwezi wa kumi na moja tumefanya maafari ya kwanza pale Chuo cha Mtakatifu Agostino baada yapo, ando, ya hapo sasa, ndio maisha rasmi yakaanza ya kijana wa kitanzania Pius Mtenya Makindi e, nje ya kama mtaani baada ya kumaliza chuo kikuu. Kwa kweli it was so hard. Kuajira ni changamoto, lakini hata zile ambazo nilikuwa najaribu kuzipata zilikuwa ni changamoto kidogo, yani zilikuwa ni ajira korofi. Kutoka ndoto ya kushika chaki hadi kuchezea samaki, tuliingia huku kwa sababu sisi asili yetu kandaziwa ni ufugaji na uvuvi sasa sisi tulichagua uvuvi kwa sababu tunakaa karibu na wavuvi. Kama msomi, nilitumia pia muda mwingi kufanya utafiti wa ziara, pamoja na wa kutazama, lakini pia hata wa kuendelea kuuliza pamoja na kusoma, kwamba hata mji wa Katari kidogo uchumi wake mkubwa zaidi ya asilimia 40 unachangiwa pia na samaki. Tukaangalia wenzetu wa Uganda wameshasogea, wenzetu wa Zambia, Misri wanatumia mto tu hawana hata ziwa lakini uchumi wao pia unachangiwa kwa kiasi kikubwa sana na ufugaji wa samaki. Januari 30 mwaka 2024, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizindua ugawaji wa vizimba 222 vya kufugia samaki kwa wavuvi wa kanda ya ziwa kupitia mikopo ya serikali inayotolewa na halmashauri. Pius na vijana wenzake wanane walichangamkia fursa hiyo na kuuaga umaskini. Kama kikundi tumenufaika kwa sababu mpaka sasa hivi kila mwanakikundi anaendesha maisha yake kupitia huu uvuvi, na wengi hamna aliyeajiriwa. Wanakikundi wetu wote hakuna mwenye ajira, hakuna mwalimu, na tunaishi kupitia faida tunazozipata za kipato za moja kwa moja. Uzoefu na elimu ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba sasa wanaisambaza kwa vijana wengine. Nimejifunza mambo mengi kupitia kwa kwa, Piusi, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kwa ushauri wake mpaka sasa tumeweza na nimejifunza nini maana ya kufuga samaki, na mpaka sasa tunaweza, ni mambo mengi tumeyafanya mpaka kufikia hapa, na nimeamini kwamba samaki kufugwa inawezekana. Ah, jambo sana hilo chonivutia kwanza, baada ya kukutana na Balozi Piosi. Sasa mimi nicho kujivutia, ukiona kama yeye, kwa nini mimi mpaka nimesoma, yeye ni mwalimu, yeye amekuja kufuga samaki, naona sasa akasema inawezekana kabisa na, kupana, na kwa diploma yako eneo uliyojifunza darasani inawezekana, ndo hivyo nikashaushika na mimi ndo nikaingia katika ufugaji wa samaki. Mtaa wa kisoko uliopo hapa mjini Mwanza upo pembezoni mwa mambao wa ziwa Victoria. Eneo hili pekee lina jumla ya vizimba mia moja hamsini na viwili huku wanufaika wakiwa ni mia tatu na tisini, wanawake 89 na wanaume ni mia tatu na mmoja. Zaidi ya vifaranga vya samaki elfu kumi na tano vimepandikizwa katika kizimba hiki ambapo itachukua takriban uh, miezi saba hadi kukamilika kwa mavuno yake, lakini wataalamu wa masuala ya uvuvi wanasema kwamba aina hii ya uvuvi ni ya kisasa zaidi ambayo pia ni rafiki wa mazingira. Akisema TAFIRI anamaanisha taasisi ya utafiti wa uvuvi Tanzania. Kwa kweli tunaitekeleza kwa kiwango kikubwa. Kwanza tunachohakikisha ni kwamba e, katika shughuli zetu za ufugaji wa samaki, uchafu wote, matilio yote, mifuko tunayolishia, tunaiweka kwenye vyombo vyetu vya kulishia, tunarudi nayo nchi kavu tekeleza. Lakini kingine, mazingira ya nje, kwa maana ya mazaria kwenye mialo yetu, ambapo ndipo tunatokea kwenda ziwani tunahakikisha angalau tunapanda miti na tunaweka ule ujani ubichi kutoka maeneo tunayofanyia kazi. Kwa tunabakiza eneo dogo tu kwa ajili ya kupenya. Kwa ule ujani ubichi unatusaidia pia hata kwenye mazaria ya sama. Tunajitahidi pia kufuata maelekezo ya serikali pamoja na mamlaka kama tafiri e, kwa kutokufanya shughuli za kibinadamu kulima na kadhalika, tunapokuwa maeneo haya tunatekeleza kwa, kwa sababu tunajua vinaathiri mazaria ya samaki. Lengo namba 14 la SDGs linazungumzia matumizi endelevu ya rasilimali zilizopo kwenye bahari, mito na maziwa. Na ndipo mhadhiri msaidizi kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo, SUA, idara ya wanyama, ukuzaji viumbe maji na nyanda za malisho, Magot Ernest anafafanua ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba unavyotekeleza lengo hili. Ufugaji wa samaki kwa njia vizimba utazuia Uh, uvuvi uvu haramu kwa sababu kama watu watajihusisha na kufuga samaki, tusitegemee kwa miaka ya baadaye kuona watu wakifanya uvuvi haramu, kwa sababu wameona kuna tija zaidi kwenye kufuga zaidi ya kufanyaje ya kuvua kwa kutumia kwa uh, kutumia nyenzo ambazo ni haramu au kuvua kupita kiasi, overfishing na Malengo ya Pius na vijana wengine ni kuhakikisha pia eh, miradi hii inafika ziwa Tanganyika. Lakini kitaifa kwa ujumla tunatamani kuona eh, Kongo, Misri, Warabuni ambako ndiko tunachukua chakula na wao wanafanya miradi hii. Shukrani sana Evarist Mapesa kwa mada hiyo kwa kina na heko vijana kwa kusaka mbinu halali ya kujipatia kipato. Na sasa ni mashinani na mpisha Marupingi Okemense. Huyu ni mkurugenzi na mwanzilishi wa kituo cha msaada wa familia, shirika linaloongozwa na wanawake wa asili katika wilaya ya Ganti, kijiji cha Chobokwane nchini Botswana, anayeshiriki mkutano unaendelea hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa wa jukwaa la watu wa asili akizungumzia alichojifunza. Nimekuwa with... hapa kwa siku kumi sasa. Nimepata mafunzo mbalimbali, tulifunzwa kuhusu mashirika mbalimbali mbali za Umoja wa Mataifa na jinsi ya kuandaa na kuwasilisha taarifa zetu tulielezwa pia jinsi Umoja wa Mataifa unaweza kutusaidia. Mafunzo haya yamekuwa ya manufaa sana na yamepanua uelewa wangu. Changamoto tunazokumbana nazo ni kutotambuliwa. Tunataka kutambuliwa kama watu wa asili wa Botswana. Nimefurahishwa kuona kuwa serikali mpya imeanza kuchukua hatua za kushughulikia dhuluma za awali. Natumaini kuwa kadri tutakapoendeleza mazungumzo haya na serikali yetu huko nyumbani, hatimaye kila tunachokuja nacho hapa Umoja wa Mataifa Miaka nenda miaka rudi, kitapokelewa na kujibiwa year, year after. Shukran sana Bi Maripingi Okemense kutoka Botswana kwa juhudi hizi za kutetea haki za jamii ya watu wa asili. Basi nami nakunja jamvi leo, lakini tukutane tena kesho kutwa Alhamis kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio